Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la nne kipindi cha kawaida mwaka A, mwaka wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 47 aya ya pili hadi aya ya 11, na injili takatifu inatoka katika mwinjili Marko sura ya sita aya ya 14 hadi ya ishirini na tisa Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Mfalme Herode Alisikia habari kwa maana jina lake lilikuwa kutangaa akasema Yohane Mbatizaji amefufuka katika wafu na kwa hiyo nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake wengine walisema ni Eliya wengine walisema huyu ni nabii au ni kama mmoja wa manabii lakini Herode aliposikia alisema Yohane niliyemkata kichwa amefufuka kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohane, akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia, mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa. kwa sababu Yohane alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Naye yule Herodia akawa akimvizia, akataka kumuua asipate, maana herode ali, maana Herode alimwogopa Yohane, akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufaa, na Herode sikukuu ya kuzaliwa kwake, alipowafanyia karamu wakubwa wake na majemedali na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwapia, lolote utakalo ni utakalo niomba, nitakupa hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana. Lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni, hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari, walikwenda wakauchukua mwili wake wakauzika kaburini. Neno la Bwana. Sifa kwako Ee eh, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika injili tuliyosikia hivi punde tunaona mvutano kati ya ukweli na mamlaka, dhamira na hofu, uadilifu na tamaa za madaraka. Nasi pia tunapaswa kujiuliza, je, mimi na wewe tuko tayari kulipa gharama ya kusema ukweli? Mwinjili Marko anasimulia tukio hili kama kumbukumbu kumbu. Wakati habari za Yesu zinaanza kuenea, zinamfanya mfalme Herode aingiwe na hofu. Akidhani Yesu ni Yohane aliyefufuka. Hivyo anaunganisha moja kwa moja huduma ya Yesu na hatima ya Yohane. Yesu na Yohane walihubiri juu ya ukweli na wote wanapingwa na mamlaka. Herode alikuwa mtawala wa Galilaya mwenye mamlaka ya kisiasa, lakini dhaifu kimaadili kwa sababu alimchukua Herodia kuwa kama mkewe jambo ambalo lilikuwa kinyume na sheria za Kiyahudi, lakini Yohane Mbatizaji alikemea waziwazi tendo hili akitimiza wajibu wake kama nabii. Yohane anaonekana kama mfano wa nabii wa kweli. Hakubembeleza mamlaka, wala hakutafuta ridhaa ya watawala ili yeye kusema ukweli. Alizungumza ukweli bila hofu, akijua wazi matokeo yake. katika jamii ya leo mara nyingi ukweli hupimwa kwa manufaa au athari zitakazotokea. Yohane Mbatizaji alikemea waziwazi tendo hilo akitimiza wajibu wake kama nabii. Mwinjili Marko anatueleza juu ya Herode. Herode alimwogopa Yohane akijua ni mtu mwadilifu, lakini aliweza msikiliza katika mafundisho yake kwa furaha, lakini hakubadilika. Huu ni mgongano wa ndani ama kukosa utulivu wa ndani, na mara nyingi dhamiri zetu zinatuambia ukweli, lakini hofu ya kupoteza mambo ya kidunia yanatufanya kushindwa kuchukua hatua sahihi katika kufanya mabadiliko ndani ya mioyo yetu. Herode anawakilisha watu wengi wanaojua kilicho sahihi, wanaosikia sauti ya dhamiri zao zikiwaambia ukweli, lakini wanashindwa kuchagua yaliyo mema kwa sababu ya shinikizo la mazingira ya kijamii au dunia tunamoishi. Hapa tunajifunza kuwa tunapaswa kusikiliza dhamiri zetu na kuzitii. Bila kutii dhamiri zetu ni hatari zaidi, kwa sababu Tumeweza kusikia neno la Mwenyezi Mungu ndani ya mioyo yetu. Hivyo ingekuwa ni bora kama tusingeweza kulisikia kabisa. Herodia anasimama kama ishara ya upinzani mkali dhidi ya ukweli. Hakumchukia Yohane Mbatizaji kwa sababu alimkosea binafsi, bali kwa sababu alisema ukweli, ukweli ambao ulikuwa umefichwa. Ukweli huo ulifichwa na dhambi yake. Ukweli unapoficha maovu yetu, tunaweza kuwa na mang'amuzi ya aina mbili: moja ni kutubu, mbili ni kujaribu kuuangamiza. Hapa Herodia anachagua njia ya pili, ambayo ni kuangamiza ukweli. Anaweka chuki moyoni na anatafuta fursa ya kulipiza kisasi. Hivyo ni hatari sana kulinda dhambi badala ya kuiacha kukimbilia toba au sakramenti ya kitubio. Hivyo basi, leo kifo cha Yohane Mbatizaji hakipaswi kuonekana kama kushindwa, bali njia pekee ya kuelekea mbinguni. Hivyo kabla ya ufufuko kuna mateso. Basi Mama Kanisa kwa siku ya leo ametuwekea kumbukumbu ya mtakatifu Paulo Miki na wenzake, mashahidi wa Japani, ambao masimulizi yao na kifo chao kinalandana sambamba na kifo cha Yohane Mbatizaji, kwa sababu wote walioshuhudia ukweli. Paulo Miki na wenzake wanatuleta pamoja na kutufahamisha kuwa ukweli wa Injili una gharama na mara nyingi gharama ya ukweli huo ni kupoteza uhai. Tafakari hii inatualika kupambania taji isiyoharibika ambayo ni kufika mbinguni, si kama kushindwa, bali kama kilele cha uaminifu wa Kristo mwenyewe. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Bija wa Shirika la Wamisionali wa Damu Takatifu ya Yesu kutoka Seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.